Kwa jina naitwa mwandisi Aron Joseph ni, ni mkurugenzi mtendaji wa Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Dodoma. E, tuko hapa katika maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma na tunashirikiana na ta taasisi nyingine ambazo zimefika hapa kwa ajili ya kudemonstrate ni kitu gani wakifanya katika wiki ya utumishi wa umma. Na Duwasa kama taasisi ambayo ina watumishi ambao wana shughuli za utoaji wa huduma ya maji safi na usafi wa mazingira tumeshirikiana na taasisi nyingine zilizoko chini ya Wizara ya Maji na Wizara ya Maji yenyewe na ukifika hata kwenye banda letu utaona kwamba utakuta kuna Duwasa, kuna mm, chuo cha maji utakuta kuna Ruasa, kuna bonde la Wamiruvu, lakini kuna idara ambazo ziko chini ya Wizara ya Maji kama zinazo demonstrate masuala ya ubora wa maji, lakini pia na masuala ya tafiti za maji, na wote kwa pamoja tunashirikiana kuonesha ni shughuli gani zinafanyika ndani ya sekta ya e, maji. kwa hiyo kupitia maonyesho haya au wiki hii ambayo inahamasisha masuala ya utumiaji wa kidijitali katika kurahisisha huduma kwa wananchi na sisi tumekuja kuonyesha ni vitu gani tunavifanya. Kwa mfano utumiaji wa mifumo ya prepaid meters, ambazo tayari tumeshaanza kufanya ufungaji wa prepaid meters kwa, wata, kwa wananchi ambayo inarahisisha usomaji wa mita na ulipaji wa ankara eh, kabla ya matumizi. Lakini pia namna gani tunatoa bili zetu kwa wateja bila eh, wao kulazimika eh, kuwa na kadi zile za zamani za kuandika kwenye karatasi ambazo ni za kidigitali, lakini pia namna ambavyo tunawashirikisha wateja katika usomaji kwa njia ya kidigitali. Lakini sambamba na hilo, tunatumia mfumo wa imrejesho, namna ambavyo mfumo wetu unatumika kupokea taarifa lakini pia kurudisha mrejesho kwa mwananchi baada ya kufanyia um, kazi na hii mfumo wa mrejesho tumekuwa tukifanya vizuri sana kama mamlaka ya maji, na tulikuwa wa pili kitaifa katika utumiaji wa mrejesho na utoaji wa huduma kwa wananchi eh, na kuwa, hivyo kuwarahisishia eh, upatikanaji wa huduma zetu. Kwa hiyo kwa umoja wetu hapa eh, shughuli zote ambazo zinafanywa ndani ya sekta kwa maana ya upimaji wa ubora wa maji, utafiti za maji lakini pia ufungaji wa dira za malipo ya kabla eh, masuala ya bonde na kadhalika, vyote vinaonekana katika banda hili na hivyo tunaendelea kuhamasisha kwamba eh, fika katika wiki ya maadhimisho ya, ya, ya, ya, ya utumishi wa umma lakini usikose kupita katika banda la Wizara ya Maji ambayo ina taasisi zake zote ambazo zina demonstrate mambo mbalimbali yanayohusu sekta.